Say no. Na kataa maandamano. Hizi ndizo sababu zinazofanya tunasema kataa maandamano. Kwanza, maandamano ni rahisi sana kugeuzwa kuwa vurugu. Watu wenye nia mbaya hutumia maandamano kama mwanya wa kufanya uhalifu, kuiba, kujeruhi na hata kusababisha vifo. Ushahidi wa historia unaonyesha duniani kote kuwa vurugu ndio upelekea anguko la uchumi kwa sababu ya upotevu wa ajira pamoja na hofu miongoni mwa wananchi. Sasa ya nini tutumie njia yenye madhara makubwa kama hivyo, ili hali tunaweza kuwasilisha madai yetu na kudai haki zetu kwa njia ambayo ni salama kwa taifa zima? Mfano hayo South Africa 2021 kulipotokea maandamano ya Jacob Zuma, maduka elfu mbili yaliibiwa na kuchomwa moto huku vifo vya watu mia tatu vilitokea. Hii hali ilifanya maduka mengi yafungwe, biashara nyingi zifungwe, wawekezaji waondoke, especially kwenye yale maeneo ambayo maandamano yaliathiri. Lakini pia Kenya elfu mbili na kumi na saba pamoja na elfu mbili na ishirini na tatu maandamano yalipelekea vurugu na kusababisha biashara kuharibiwa hali ambayo imesababisha baadhi ya wawekezaji kukimbia Kenya na wengine wa wakakimbilia Tanzania. Na hadi leo kuna baadhi ya miji nchini Kenya wawekezaji hawawezi kwenda kuwekeza kwa sababu ya hofu ya machafuko. Sababu ya pili kwa nini tunakataa maandamano: maandamano huwapa mwanya matapeli wa kisiasa yes. Watu ambao wana maslahi binafsi wana siasa njaa huwa wanatumia hasira na maumivu ya wananchi ili kufanya hali izidi kuwa mbaya, Yaani, kutengeneza sintofahamu kubwa zaidi. Na mwisho wa siku, wakishawatumia wananchi kupanda kupata vile vyeo ambavyo wao wanavitaka, wao huwa wanageuka kuwa wabaya zaidi kuliko wale viongozi walioondolewa. Na kupa mfano, angalia Sudan 2019 watu waliandamana kuiondoa madarakani serikali ya Bashir. Miezi michache baadaye jeshi likachukua nchi, lakini liliongozwa kwa mabavu, na wale ambao walitangazwa kama mashujaa wa maandamano ndio ambao walikuwa wasimamizi wa hiyo serikali ambayo imekuwa na utawala mgumu zaidi kwa wananchi kuliko hata alichokuwa anakifanya Bashir. Lakini tusiende mbali sana, 2019, ni mbali Nepal. Nepal ni juzi, tujenzi walikuwa wametumika kumweka waziri mkuu madarakani bila wao kujijua. Wakati wao wanaandamana wakichoma moto viongozi wao, mara akaapishwa mwanamama mmoja kwamba awe waziri mkuu bila uchaguzi, bila huyo mtu kutangaza sera zake wala vijana kuelezewa huyo mtu anaenda kuongoza serikali ya namna gani. Sasa guess what? The moment yule mama ameapishwa kama waziri mkuu, hapo ndipo ambapo jeshi linawekwa mtaani, linaanza kushutu waandamanaji risasi, na hivyo ndivyo ambavyo maandamano Nepal amekomeshwa. Najua hawakusimuli stori ya Nepal imeishaje. Stori ya Nepal imeisha, imeisha, vijana wakiwa wanapigwa risasi ili watulie majumbani, na wamepigwa risasi na kiongozi ambaye tuliaminishwa kuwa yule ndiye ambaye Gen Z wanamtaka. Sababu ya tatu ni kwamba maandamano hayajawahi kuleta mabadiliko endelevu na ya kweli. Ni rahisi sana maandamano kupata attention ili ya muda mfupi, kwamba yes, tunachukua nchi tunachukua nchi, tutafanya hivi tutafanya hivi, lakini kutekeleza kile ambacho tunaambiwa wakati wa maandamano ndipo picha linapoanzia. Mtazame Libya 2011, kabla ya machafuko ilikuwa ndiyo nchi yenye kipato cha juu zaidi Afrika, ambapo huduma za afya na elimu zilitolewa bure, lakini baada ya machafuko kukazaliwa makundi ya wanamgambo, na kutoka hapo mpaka leo nchi ile haijawahi kupata utulivu na wananchi hawajapata solution ya matatizo yaliyowafanya waandamane from the first place. Mfano wa pili, Tunisia ya 2011 2023, licha ya kuwa sababu kuu ya the Arab Spring, mpaka leo Tunisia bado haijapata solution ya kile walichokuwa nakihitaji. Hali ilizidi kuwa mbaya na kufikia mwaka 2020, tatizo la ukosefu wa ajira kwa vijana lilipanda mpaka kwa asilimia 36 na kila mwaka kumekuwa na mabadiliko ya uongozi yaani, kila mwaka viongozi wanabadilika, lakini hao viongozi wanaobadilika wote wanaofanya hayo mapinduzi, hakuna hata mmoja ambaye ameleta solution ya kweli ya matatizo ya wananchi yaliyowafanya waanzishe maandamano. Sasa hiyo ni mifano ya wazi ya matokeo ya kudai haki kwa kutumia maandamano. Maandamano huleta tu tumaini la muda mfupi la mabadiliko, lakini hayaleti mabadiliko ya kweli. Na sisi vijana wa Kitanzania tunataka solution endelevu na ya kweli juu ya changamoto zinazotukabili. Hatutaki geresha, ndiyo maana hatutaki maandamano. Sababu ya nne inayofanya tunakataa maandamano ni kwa sababu maandamano huchochea mgawanyiko maandamano huwa yanaletwa kwa siasa za sisi dhidi ya wao. Sisi ni mashahidi. Ilianza siasa ya sisi dhidi ya wapinzani, ikaja watawaliwa na watawala, wasanii na mashabiki zao, Wakristo na Waislamu, wachanganyika na Uzanzibari. Sasa sisi, hiyo sio solution ambayo tunahitaji. Solution tunayohitaji sisi ni ile ya umoja wa kitaifa, kwa sababu maandamano hata yakifanikiwa yataacha huu mgawanyiko kwenye jamii zetu, na iko sicho tunachokihitaji kama taifa na taifa halijengwi katika mazingira ya ushindani na chuki. Hakuna taifa lililoendelea kwa kuendekeza ushindani na chuki.